nayekwana ayeago are amatanga tiakonya kuura abanto amakondokonya ya kobaogerera raio n etabi embe totatakagucia oro yo korama abanto ase matanga raion etabi embe kero omonto nabwate aeye aebone ngaki eyi kero omonto nabwate aeye karakwana egento keri gekwambatana na aeye nimotigakwana ako akore